Huu hmm, mfumo wa maisha yetu mpya kuwa umeuonaje kwa upande wako? Naona kama niko peponi kiukweli, najivunia sana. Haya ndo maisha niliyokuwa nayataka siku zote. <laughs> <laughs>

maisha anaoyapata, mimi hakuna mwanamume yoyote duniani anaweza kuyapata. Naamini pepo hii naipata mi peke yangu. Uh, kuna somo kidogo nilikuwa nataka niweze kuwashirikisha wakeza, inahusu tabia za viongozi yako. Kuna tabia mbili za viongozi. Tabia ya kwanza ni tabia ya paka, na tabia pili ni tabia ya mbwa. Tabia ya kwanza, uh, ni tabia ya paka. Tabia ya paka ni kutokuridhika, kulipika mba. Nitoe mfano kidogo kwenye tabia ya paka. Hapo zamani za kale na mzee mmoja mzee Masharubu alikuwa ni mfugaji. Mzee Masharubu alifuga paka na mbwa. Siku mmoja alisafiri, aliporudi alirudi na maini pamoja na dagaa. Mzee Masharubu yale maini alimpa paka, paka alikula na alishiba sana lakini na nayeye alipotole dagaa ili ale, mpaka alianza kulilia dagaa. Maana yake hakuridhika na maini, alitaka na dagaa. manangu nini? Hapo mimi nitaridhika na maini, na maini ni nyinyi wake zangu siu <laughs> <Suna> eh <elewe. laughs> E, sitaangaika na dagaa, sawa jamani. Tabia paka ni kutokuridhika. Tabia pili ni tabia ya mbwa. Siku moja, huyu mzee masharubu alikaa na njaa nyumbani kwake siku tatu, hakuweza kumpa mbwa chakula. Lakini siku moja usiku, mwizi alifika kwenye ile nyumba. Pamoja na kuwa hakupewa chakula, yule mbwa alibweka na alilinda nyumba, akamfukuza mwizi. maana yake ni nini? na mimi nitakuwa na tabia kama ya mbwa hata kama mtasafiri, sitakuwa na tamaa yeyote, nitalinda ndoa yetu, nitakuwa mwaminifu, sitawasaliti kweli. Nitakuwa na tabia kama ya mbwa, nitabweka asubuhi, mchana na usiku, kuilinda ndoa yetu na nitakua mwaminifu. Nitapata usingizi mzuri sana. Ai, sasa nageukia wapi? Kushoto kulia?